Eneo la Marafa kaunti ya Kilifi sasa limepata taswira mpya baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwekeza shilingi milioni hamsini ili kubadilisha sura ya mji huo. Baadhi ya mabadiliko ni ujenzi wa barabara ya kisasa, kuwekwa kwa mataa katika mitaa kuboreshwa kwa hospitali sambamba na kuanzishwa kwa huduma ya kusambaza maji kupitia mifereji. Kwa mujibu wa afisa mkuu wa barabara kaunti ya Kilifi, hatua hii inalenga kuanzisha miji mipya ili kuboresha maisha ya wakaazi katika kaunti hiyo pamoja na kuongeza idadi ya watalii wanaozuru. Aidha, wakaazi wamewapongeza viongozi katika kaunti hiyo na kuitaka serikali ya kaunti kuendelea kuwekeza zaidi katika kuboresha muundo msingi Marafa tulitumia kima cha takriban milioni hamsini ambapo tumebadilisha kabisa sura ya pale Marafa. Kienda mpaka pale hospitali, utaona parking yake pia ile haikujengwa na hospitali, ni sisi kama idara ya barabara, hivyo hivyo. na hata sasa tumeekeza pesa kiasi kidogo kumaliza vile vibarabara za pale Marafa mjini, vyote tuhakikishe kwamba vimebadilika kutoka ile mchanga, tumeingiza uh, kabro ili isiwe tu ni, kwa, ni hapa miji hii mikubwa ya Malindi, lakini hata vile vitongoji ambavyo tunaona vinaweza ku, ku, ku, ku, ku, pia kuvutia utalii. Tunaona maendeleo ama, mimi binafsi, ninaona maendeleo, kwa sababu ya kwanza cabros. Marafa nyumbani hakukuwa na cabros na wakati kulikuwa kukinyesha, kulikuwa kubaya zaidi. Nikimaanisha kubaya ni kwamba hata usafiri unakuwa vibaya, kwa sababu hata kutoka nyumbani kuelekea dukani ilikuwa ni lazima utaoga matope ndio ufike kwa duka. But for now tunaona kwamba cabros at least zimefanya usafiri umekuwa vizuri, na kwa sababu ya kukua hivyo, ina inachangia pia kwa mji huu kuwa considered for upgrading kwa sababu wengine ukuja kutoka mbali wanahitaji maeneo ya kukaa kwa muda. Tunaona for the shortest time kumekuwa na guest houses na zinatumika, na hiyo ndio ishara ya kuona ya kwamba mji inaendelea kukua.